zetu kule Kakamega ambapo kamanda wa polisi kanda ya magharibi Isa Mahamud kwa njia ya simu amethibitisha kuuawa kwa watu wanne, kujeruhiwa kwa baadhi ya wa wakazi wakiwemo maafisa wa polisi na kuteketezwa kwa jengo la ofisi za shule ya msingi ya Imusali katika purugushani iliyosababisha makabiliano makali kati ya wakazi wa eneo wa bunge la Ikolomani na maafisa wa usalama. Brenda Wawire na maelezo. wakazi hao walivamia shule ya msingi ya Imusali ambako mkutano ungeandaliwa na maafisa wa mamlaka ya NEMA kujadiliana na wakazi kuhusu mpango wa kutaka kuwahamisha ili kutoa nafasi ya mwekezaji kuchimba dhahabu eneo hilo. Shanta wana mipango ya kuangamiza sisi. We are traditional miners and we are rejecting. We are rejecting. We are rejecting. We are rejecting. Much as we can. Shanta hawezi kukanyaga Bushangala hata siku nyingine. Bushangala isuru the whole community. We have our own presentation kuna CBO yetu ambayo tuna present, tuna mawakili, tuna watu wengine ambao watatusaidia kwa hivi vita. Lakini serikali Ruto anakuambia kwa uso hauwezi. Sisi tunaomba serikali situmie nguvu kuja hapa kulazimisha watu. Public participation, is it forceful? Kwanini lazima? Kama wananchi wamekataa, sasa tunalazimisha? Kwa nini wakazi hawa wanapinga mpango huo, wakisema hata hawatahama kutoka kwenye ardhi yao. Watoto walikuwa hawana kazi, Wizi ulikuwa mwingi katika area hii, lakini kwa wakati huu vile watoto wanafinyika na hii kazi, hakuna wizi ambayo unaendelea katika area hii yote kwa sababu wanatoka kazini kama wamechoka. Mr President tunakuomba kwa heshima. Yes. Kalisha watu wako, kalisha viongozi wako. Ujue sisi tumesaliwa huko, yes. Sisi ni watu wa huko. Yes. Tunataka tuende wapi? Sisi tunataka haki yetu. Haki yetu. Tunataka haki yetu. Shanda must go. Tunataka kututoa land wazazi wetu wamekufa, wako hapa chini, mnataka tuende wapi? Wetu, wapi? Si na wazazi wetu wenye wamekufa, watoto wetu, mnataka nyinyi mtupeleke wapi sisi? Hatuna nguvu za kulima, nguvu zetu za kulima ni mawe. Mawe ndio inatulisha kila mahali, vijana vijana wanakulia hapa deili, hakuna mwizi hapa, wote wanangang'ania kiao. Shughuli za uchukuzi pia zilisitishwa katika barabara kuu ya Sigalagala kuelekea Butere kutokana na makabiliano hayo.